Na mwisho kama sikosei speak na um, uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani nilikuwa sijui nimeambia mtoe uh, mama yake mzazi uh, it's sad, na sio kwamba sijui how it's tarnish image, sio kwamba sijui, kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono uwezi kukata, utafanyaje? Uh, pes nimemwachia Mungu second, nimemsamehe uh, na mwisho namombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake, kiona kuna tija sawa. Akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Ikimpendeza basi kwa wakati wake aseme aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa. Naamini nitamwongezea baraka zaidi na atafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa. Na yeye ni my brother na sisi atendea kwa my brother Konde Gang nyumbani kwake because Konde Gang made him. Ya, kwa hiyo wish him all the best. So kwa kusema hayo niwashukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kutuunga mkono siku zote, kuna superstars kibao wanakuja. Na, na, na, si so, na, e na ah, yeah.